Lakini kwa sasa tuangazie mengine ambapo viongozi kutoka kaunti ya Tana River wameshtumu vikali mauaji yanayoendelea baina ya jamii mbili katika kaunti hiyo na kutaka hatua za haraka zichukuliwe kabla ya hali kuwa mbaya zaidi. Vita hivyo vya kikabila vilivyoanza mwezi mmoja uliopita vimesababisha vifo vya watu saba akiwemo mtoto mchanga. Wakizungumza mjini Madogo wakati wa kutawazwa kwa kiongozi wa jamii ya Pokomo, Said Maro, viongozi hao walitaka asasi za usalama pamoja na viongozi wa jamii zingine kufanya mazungumzo na jamii hizo ili kupata suluhisho ya haraka. Nasikia juzi juzi hapa kama vile vyozungumza, kuna jamii mbili ambazo kuwa wanazozana hapa, na sababu hatujapata kuzijua. Mimi nataka kukemea mambo hayo ambayo yanatokea ya watu kuvamiana na kuuana hapa. Sehemu hii ya Bura, sehemu ile ya Galole tumeidhibiti kidogo na Garseni. Hapa Bura mpaka sasa kuna changamoto ya insecurity. Tunataka kukemea hayo mambo, yasimame na mimi nataka kuzungumza na mbunge wenu pia. Nitamleta ili tutembelee, ili tulete jamii zote na wazee, tukae chini, tujue shida iko wapi. Vita si vizuri, vita vina hasara sana na maajabu na ya kusikitisha ni kuwa Tana River hii, kila watu akipigana wa huwa ni muislamu kwa muislamu. Ni aibu ndugu zangu. Wenye mnazozana, tafadhali nawaomba mkae, muongeleshane kama ndugu, msameheane, muishi kwa amani. Hakuna jambo zuri kama amani. Viongozi, mashehe na mapasta wote waamuke, tushikamane, twende tuingie katikati ya mandugu wawili ambayo wanazozana sababu Mungu amejalia wakakuwa wafugaji. Ukame imetoka kwa Mwenyezi Mungu, mvua itatoka kwa Mwenyezi Mungu. Vile jana wakati ya mvua chakula ya mifugo iko, walikuwa na shirikiano, wanaishi pamoja. Wakati ya ukame pia wawe na nafasi ya kuweza kuishi pamoja. Kila mtu ndani ya Tana River kuna haki, kila mtu ako na haki kuishi na amani. Na mimi napenda niseme ya kwamba wale wazee wa jamii zingine ambao mko hapa mujitokeze muende mkae nao. Waislamu ambao wanamalizana pale, muongeleshe watu, waweke silaha chini, wapite njia moja, ndiposa Mwenyezi Mungu pia atupe rahma zake, labda hii mvua itapatikana, mzee.